Hisia zetu tumeingiza utamaduni ambao ni wa kisasa. Nazungumzia hivyo kwa sababu pale nyuma, hapo awali, kabla hii karne ya ishirini na moja, hii karne ya ishirini, wazee wetu wanadhamini ndoa sana. Hiyo ndo kwa sababu wengine wetu tulizaliwa, mama msichana, alikuwa akizaliwa alikuwa anajua kwamba jukumu langu litakuwa kwanza alikuwa anafundishwa namna ya kushughulikia mmewe, anafundishwa namna ya kushughulikia watoto wake, kwa sababu alikuwa anaandaliwa. Maandalizi yalikuwa ya kimama, unaandaliwa kuwa mama. Lakini siku hizi kama alivyosema uh, uh, uh, uh, dada yangu hapa, ni kwamba mambo sasa yashabadilika sasa. Ndoa sasa si jambo la like kimsingi tena, sasa ni taaluma zetu, sasa ni maendeleo na kuna mtu alisema wa wanawake siku hizi walienda Beijing wakarudi hmm, na bei ya chini. <laughs> <laughs> <laughs> rudia rudia, walipoenda Beijing walirudi na bei ya chini kwa <laughs> nini? Kwa sababu <laughs> sasa mwanamke sasa amefundishwa kuwa independent kujisimamia, hmm. hmm, kando na hapo awali ambapo mwanamke alimtegemea mumewe, alikuwa hmm. <laughs> na <laughs> aliyekuwa na masomo nani, lakini sasa kwanza, sasa kuna kitu kinaitwa women empowerment. na mwanamke atakaa katika taasisi ambayo anaitawala si ambayo anatawaliwa, lakini <laughs> mwanamume naye ameumbwa kimsingi, mwanamume ameumbwa kutawala. Kutawala, kwa hivyo sasa kuna watawala wawili, nawe pia unataka utawala na hakuna wafalme wawili waweze kaa zizi moja, wafalme wawili waweze kakaa katika kasri moja ha, ha. Haiwezekani. Kwa hivyo unapata sasa hizo kuhitilafiana katika hmm, mawazo na katika uh, uh, uh, itikadi zinazo zinazofanya misingi ya maisha hmm, unapata sasa vijana wengi anapata mwanamke wa siku hizi, mwanamke wa karne ya ishirini na moja amepewa nguvu zaidi kumliko, ana hela zaidi kumliko, ana kisomo zaidi kumliko. Kwa hivyo anasema ah, bwana, sasa kama ni hivyo, mimi nataka kukaa katika taasisi ambayo nitatawala na kama hakuna nitakayetawala, basi wacha nikaa hivyo. Na sasa siku hizi kuna hapo hapo awali kulikuwa na chips funga, chips funga. yes. U, ukiwa na ukiwa na, na, na njaa unahitaji kupika, <laughs> naenda tu pale uh, sokoni, mm -hmm. pata kuna vibanda pale uh, chukua chips mm -hmm. ashakumsimatusi mm -hmm. kweli kweli. Lakini sasa vijana sasa wanasema, nam ni nini nachohitaji katika ndoa hii uh, watoto? Sio, naweza nikapata msichana huku nje nikampa, mimi nikamzalisha mtoto Bas, nikiwa katika mwi, katika hali za wanada mwili wangu kitamani, basi nikanyege pale nje nitafute chips funga mm -hmm. ntshamalizana pale tuachane. Kwa hivyo sasa, ndoa sasa haipo, haina ma, haina maana tena, haina mashiko tena, kwa sababu sasa watu wako na njia za mkato <laughs> za kutimiza haja za mwili. Jambo la pili, kando na sifa potofu mm -hmm. za ndoa mm -hmm. Jambo la pili ni kwamba pia hali ya uchumi inachangia <laughs> kwa sababu uh, sasa vijana wengi hawana kazi mm. Vijana wengi hawana hata mashamba, wana kisomo ndio, lakini sasa uh, namna tu uh, hali ya maisha yamekaa, kijana anapoamka anaangalia hata mwenyewe kujikimu maisha yake mwenyewe mm. Hajui ataanzia wapi mm. Na kwa sababu ndo ni majukumu bwana Wajua ku, ku, ku, kumtunza binti kama huyu naoja sasa nywele na karibu elfu tatu hiyo, alafu sasa mavazi, hujazungumzia kucha, kucha, hujazungumzia <laughs> chakula na kaka bae, na umetoka nyumbani wewe, ukiangalia kwenye shelvu yako unapata ni chumvi pekee unayo, na serikali naye anakuambia jitafutie kazi ama buni kazi Unaangalia unaangalia juu saa limechomoza, ndio hali ni nzuri, ni mnaafya, lakini mtenda wapi kama si taweza kujikimu mwenyewe? Sasa nitaweza kujikimu na mwanamke anapokuja, hali ushuhuda, anakula chakula naye sasa. Baada ya muda si mfupi, baada ya takriban miezi tisa na dakika kumi na tano mna mtoto. <laughs> <laughs> <wadakula bibi> wa. <laughs> wabu, kijana anasema um, nitatazamia hiyo ndoa kwenye sasa kwao, kiwa tutawapatia nguvu naam, mm. tuwape kazi mm. wawe na namna ya kujimudu, kwanza wakatunza hawa binti zetu, kwa sababu sasa binti wa karne ya ishirini na moja naye maisha yake amefanya namna gani? <tulayas> <tulayas> <tulayas> kwa hey, na kama katika ndoa hutakuwa mwanaume waku, waku, waku providea mm -hmm. familia kwa kwa yako kuhakikisha kwamba jamii yako, mke wako, watoto wako wameku, hakuna taka kusikia kwa kwa nini we ni kichwa bwana kama wezi ukaleta chakula. Kwa hivyo hizo ni sababu tu mbili. Kama ungependa nitaendelea, lakini hizo sababu mbili ndio kuu zaidi. mm -hmm. Kwa nini vijana wanaogopa? Si kwamba hawataki, wanaogopa kuoa, ni wanaogopa kuoa <laughs> <laughs> wangetaka, kama wangekuwa na uwezo basi. Tungewauliza, tunge sasa, mbona bwana wewe una uwezo, umekomaa, mbona hutaki? Atakwambia sija, si kwamba sitaki lakini ana zamani